shiga nena, unanielewa? Hata kama akiluka magombe yatazimika, iko damu ya tebeti nazimisha vyote. Kwaio hii lazima tuelewe ya kwamba haya yalikuwa mateso ya wanadamu, nilikuwa shida na maangamizi yote, na ndo ile pale ambayo kunasemwa hii kamba iliyofunga huyu mnyama nani